Assalamu alaikum, mambo zenu, kwa majina naitwa Rukia Laltia na, Rikia na karibuni sana ya katika chaneli yangu. Katika video yetu ya leo, ningependa kuwafunza jinsi ya kutengeneza lamb chops laini sana na tamu sana kwa kutumia viungo ambavyo unavyoweza kupata nyumbani. Yaani hizi lamb chops ni full kujiramba makini kanami hadi tamati. Moja kwa moja tutaanza kutengeneza marination yetu. Ingredients zote nitaweka hapo katika description box. Utaanza kuweka kitunguu saumu na tangawizi kilichosagwa pamoja, garam masala kijiko kimoja chakula, pilipili manga kijiko kimoja kidogo, utaweka na parsley, ila siyo lazima ikiwa hauna, na utaweka na paprika kama kijiko kimoja chakula, chili flakes kijiko kimoja chakula, na utaweka na chumvi kiasi chako tomato ya mkebe vijiko viwili vya kula, maziwa ya mtindi yani yogurt kama vijiko vinne mpaka vitano vya kula, mafuta vijiko vinne vya kula, na utakamulia na ndimu ya kutosha pamoja na maji ya majani ya giligilani na utachanganya kila kitu vizuri. Kisha utachukua lamb chop zako, hakikisha umeziosha vizuri na kuzikausha vizuri. Utachukua marination yako. Marination yangu sitaitumia yote, maana ilikuwa ni nyingi, mita mimina nusu yake na utakoleza nyama yako vizuri, yani usibakishe pahali popote. Ukishamaliza utafunika nyama yako vizuri na utaweka katika friji ili iweze ku marinate kwa masaa matatu ama zaidi. Na baada ya masaa matatu nyama yetu imeshakolea vizuri na sasa ni wakati wa kuipika. Kupika nyama yetu tuna three options, yani tuna options tatu unaweza kuoka katika oven ama air fryer ama katika pan kama mimi, lakini mimi nitatumia pan, na kwa testi nzuri nitatumia bata kama kijiko kimoja chakula, wacha iyeyuke, alafu utaweka lamb chops zako na utazioka kwa moto wa kati kwa dakika tano mpaka saba. Usiweke moto mkali, na pia usiziizishe sana, maana raha ya hii nyama iwe ni laini, yani inajitoa maji, si nyama uikaushe sana na baada kama hizo dakika saba ama ikipata rangi nzuri kama hii utazitoa na utaandaa katika sahani. Manini, cheki venye lamb chops zilivyoiva vizuri, laini na zina mvuto. Unaweza kula na kitu chochote, yani hizi lamb chops bala kabisa, na I hope mtajaribu nyumbani. Ikiwa mtajaribu nyumbani, please msahau kuja katika comment section, na ikiwa ni mgeni katika channel hii, usahau kusubscribe ili usipitwe na video zangu, like na pia, msahau kulike na kushea video zangu. Na asanteni sana na kwaherini, babai, bye bye.